Eh bwana, mambo vipi? Ni ule ule Mr. Ramsey decoration kama kawaida. Eh bwana, Mr. Ramsey decoration hapo yuko pande za Boko Estate, sehemu moja kunaitwa Boko Estate National Housing. Anafanya kazi ya ya ukuta kama mnavyoona Mr. Ramsey decoration. Kazi imeanza hii, inaendelea. Kwa hiyo, Mr. Ramsey ni kawaida yake kuonyesha mwanzo na mwisho wa kazi jinsi itakavyokuwa ili uweze kujifunza vingi kutokana na ujenzi wa ukuta sehemu ambazo zenye changamoto. Eh bwana hapa Mr. Ramsey amekuja hii sehemu ni na changamoto sana ya maji bwana. Lakini kutokana na Mr. Ramsey ndo mzoefu wa mambo ndio maana akakabidhiwa jukumu na kusimamia uh, huu ukuta wote mpaka ukamilike kama mnavyoona wadau. Kwa hiyo Mr. Ramsey ma decoration hana maneno mengi. Mkubwa wewe mdau ambaye unamfuatilia Mr. Ramsey ma decoration kwenye page yake ile ya YouTube basi atakuachia ili wewe mwenyewe uweze kujionea kazi inavyoendelea na kazi jinsi ilivyofanyika. Kwa hiyo Mr. Ramsey ma decoration hataishia hapa tu. Mr. Ramsey ma decoration atamaliza ukuta kama kawaida kama alivyosema ameingia kwa kwanza na ukuta ila zumuni kubwa tumekuja kufanya ujenzi wa apartment wa nyumba huko ndani, kama apartment sita au tano hivi zitajengwa huko ndani. Kwa hiyo tunaanza na ukuta kwanza, ili kuziwia mambo mengi watu wasiyaone, ila ujenzi ni endelevu jamani. Huyu ndio yule Mr. Ramsey decoration ambaye yeye anakuambia sio fundi kidole Mr. Ramsey, decoration. Sio fundi kidole, yani, yeye ni engineer afu ni fundi mwenyewe, kwa hiyo mwenyewe pia akipewa kazi Mr. Ramsey, decoration. Anaingia kwenye kufanya ujenzi. Anaingia kujenga na yeye mwenyewe anavaa nguo chafu kama wanavyovaa nguo chafu mafundi wake. Maji ni mengi sana yanapita, bwana amekuja chini hapa amefanya setup ya lending hapo chini, imepita lending, imesukwa nondo moko kama kawaida mnavyojua. Hizi ndo gara zetu jamani, wote ni ukanda wa maji. Kwa hiyo hizi ni sehemu ambazo zina changamoto sana, kwa hiyo ndo Mr. Ramsey Decoration jamani. Kwa hiyo na baada, hili ndo eneo letu ambalo tutapiga zile apartment zetu. Kwa hiyo zote zitakuwa zimetulia hapa kwenye hili eneo, na kikubwa kabisa, Mr. Ramsey amekuja, amekuja kubadilisha muonekano wa hii nyumba, nadhani mnaiona. Da, hii nyumba inabadilika, inataka iwe ya kisasa, nyumba ya kisasa. Mr. Ramsey Decoration ndo amekuja hapo kufanya hiyo shughuli. Kwa hiyo ndio lile eneo letu lote ambalo Mr. Ramsey Decoration amekuja kulifanyia kazi kama mnavyoliona. Kwa hiyo na huku pia kuta unaendelea, huyu ndio yule yule bwana Mr. Ramsey Decoration, kama kawaida yake Ye ana maneno mengi sana apendi kuongea sana ila, anapendaga watu waone vitendo vinavyofanyika ili kumuelewa, waweze kumwelewa Mr. Ramsey Decoration kwa vitendo ndio hivi, nadhani vinaonekana. Kwa uku ukuta, tushaanza kunyanyua kama mnavyoona, huku ukuta umeshaanza kunyanyuka, ukuta huo unakamilika kwa usuni sio mrefu, wadau wangu, ntawaonyesha zile apartment zetu tatu ambazo tunataka tuzipige huko ndani. Unaona? Ndio maana tunasema ujenzi, bwana. Hapa ni tunajenga kwa awamu, awamu. Kwa hiyo wewe mdau yoyote ambayo unahitaji kufanya ujenzi kwa awamu inawezekanika. Sio lazima uwe na miela mingi ndio ufanye ujenzi hapana fanya ujenzi kwa awamu. Mnavyoona tumeanza na awamu ya msingi, tumekamilisha, tumekuja awamu ya ukuta sasa, ndio na ukuta nao unaenda unakamilika. Ujenzi tutatoka hapa, tutakuja awamu inayofuata ya kufanyia renovation hii nyumba, kama mnavyoiona hii nyumba inabidi ibadilike, na hili zamana amekabidhiwa Mr. Ramsey decoration aibadilisha hii nyumba. Ataibadilishaje Mr. Ramsey decoration hii nyumba? Mr. Ramsey decoration ataibadilisha hii nyumba yote, ataipigia chini. Sawa, tukianza kuipigia chini, halafu ataanza kufanya kitu kipya ambacho kitakaa kwenye hii nyumba. Yani tutaweka nyumba iwe kwenye mfumo wa kisasa, hapo ndio atakuwa mambo ya Mr. Ramsey decoration, kama mnavyoona, kwa hapa kama ndio hivyo. Umeshaanza na ukuta su, ni muda sio mrefu, tutaonyesha nyumba hii ikiwa imeshakuwa imekwisha imedondoka, yani haipo hapa ya inaonekana you know, kwenye mfumo mwingine kabisa. Watu karibuni sana kwa Mr. Ramsey Decoration pande za National Housing.